Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu yangu unayesikiliza sauti hii, huenda sasa hivi unapitia maumivu, labda mwili wako unaumwa, au moyo wako umechoka, na pia una mgonjwa labda, pengine ambaye yupo nyumbani, ambaye hujui atumie dawa gani tena. Lakini nakwambia jambo moja: hakuna ugonjwa wowote usiokuwa na tiba, na tiba kubwa zaidi kuliko dawa za dunia ni dua. Dua thabiti, dua ya imani, dua ya kumtegemea Allah kwa moyo mzima. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba kila ugonjwa una dawa yake. Kwa hivyo, leo ndugu yangu tutazungumza kuhusu dua ya kuondoa maradhi, dua ambayo kwa idhini ya Allah inaweza kufungua milango ya afya, nafuu na utulivu wa moyo. Hivyo usiache video hii, kaa nami mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu tutasoma dua yenyewe na nitakuonyesha jinsi ya kuisoma, wakati wa kuisoma na siri iliyomo ndani ya dua hii, faida ya dua hii. Ndugu yangu Mwislamu, ugonjwa ni jaribu, ni njia ambayo Allah anapima imani yetu, subra yetu na utegemezi wetu kwake. Qurani inasema kwamba, na tutakujaribuni kwa hofu, njaa na upungufu wa mali, nafsi na mazao na wabashirie wenye subra. Ndugu yangu, unapoumwa usione ni adhabu, bali ni fursa ya kurudi kwa mola wako. Kila maumivu unayopata, kila jasho, kila uchungu ni futo ya dhambi zako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, hakuna muislamu anayepatwa na maumivu huzuni, maradhi au hata sindano ndogo, ila Allah humfutia baadhi ya dhambi zake kwa hi kwa hilo analokuwa amepatwa nalo. Kwa hivyo unapokuwa, un un unapokuwa mgonjwa usikate tamaa, sema kumwomba Allah: ya Allah, kama huu ni mtihani wako nipatie subra na nipe shifa kamili. Sasa hebu tuelekee kwenye dua, yenye, dua yenyewe ya kuondoa maradhi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifundisha dua hii. Dua ya kuondoa maradhi, Mtume Muhammad alikuwa akimtembelea mgonjwa na kusema dua hii. Hivyo na wewe, ningependa dua hii usikilize, uikariri na uweze kuisoma unapokuwa unaumwa, au unapokuwa na mtu ndugu yako Ee, baba yako mama yako dada yako mtoto wako, unaweza ukamwombea dua hii, na dua hii nimeweka kwa maandishi ya Kiswahili ili kwako iwe ni vyepesi kuifahamu na kuikariri, lakini kama unaona hutoiweza, basi nimeweka namba zangu hapo kwenye skrini kama unavyoziona, unitafute WhatsApp ili niweze kukusaidia inshallah hui kusoma dua hii. Bismillahirrahmanirrahim

anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakama. Tafsiri ya dua hii, ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa watu wote, ondoa wa maumivu haya, mpe mgonjwa huyu afya, wewe ndiye mponyaji, hakuna uponyaji isipokuwa uponyaji wako, uponyaji usioacha ugonjwa wowote. Ndugu yangu muislamu, sasa nakuelekeza njia jinsi ya kuisoma dua hii ili kwako iweze kufanya kazi vizuri. Kila dua ina utaratibu wake, ina namna ya usomaji wake. Hivyo e, njia ya kwanza, soma dua hii kwa imani kamili, ukiamini si maneno tu bali ni maneno ya tiba kutoka kwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Weka mkono wako juu ya sehemu inayoumwa, kisha sema bismillahi mara tatu, kisha rudia dua hii mara saba. E, pia jambo la tatu, unaweza kuisoma mwenyewe au mgonjwa au, au kumsomea mgonjwa mwingine. Na jambo la nne, fanya hivyo kila siku, hasa kabla ya kulala na baada ya swala. Hiyo ni namna ya kuweza kuisoma dua hii lakini faida za dua hii ni kwamba inaleta utulivu wa moyo na kupunguza hofu. mbili, inafungua milango yote ya rehema ya Allah. Tatu, inasaidia kurejesha imani kwa mwenye kuumwa. Nne, inakuwa ni kinga ya maradhi mapya. Jambo la tano, eh, mara nyingi uponyaji hauji kwa dawa pekee. Uponyaji kuanza pale moyo unaponyenyekea kwa Mola wake. Ndugu yangu, usisahau haya maneno matatu: subra, dua na tawakuli, yani kumtegemea ya Allah Ka, eh, kama sasa hivi unaugua una, una mwili, moyo, roho, sema kwa unyenyekevu: Ewe Allah, wewe ndiye mponyaji, nipatie shifaa kamili, usiache ndani yangu uchungu wowote na kama unampendwa anayeu anayeumwa basi, msomee dua hii, usikate tamaa. Maana dua dua ni silaha kwa kubwa kwa muumini. Kama hauamini nguvu ya dua, angalia waliokuwa vitandani wakiugua miezi na miezi, lakini walipoinua mikono yao, waliposema ya Allah, maisha yao yalibadilika. Kwa hivyo, ndugu yangu, dua dua yako inaweza kuwa mwanzo wa afya mpya. Kwa hivyo usiache kusoma dua hii, hakikisha unajifunza dua hii na unafundisha na wengine, ndugu yangu katika imani. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi hakikisha una subscribe una like, una komenti na una share video hii kwa wengine, ili na wao pia waweze kujifunza. Kaa nami tusome dua hii pamoja sasa.

la shifaa illa shifauk shifaa la yughadiru saqama. Ndugu yangu Mwislamu, kichesha video hii unashia kwa ndugu zako ambao unajua e, wameuguza wanaumwa wow, hii na wao insha llah uweze kujifunza dua hii na wafaidike. Wailahuna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.